Katika kile kisa cha ja Daathur, kisa ambacho kwamba ni maarufu. Wamekwenda katika vita Rasulullah ssalam, wale walioendea vitani wakakimbia katika majabali wakajificha. Mtume mtumesallam akaenda akakaa chini ya mti akavua nguo yake, alikuwa amenyeshewa kidogo, akaianika panga lake akaliweka pale juu, akakaa chini ya mti akapata usingizi hasa. Huyu Daathur ambaye kwamba alikuwa ni kiongozi wawale ambao kwamba walikuwa wanaenda kupigwa vita. Akaja Daathur akamnyemelea Mtume swalla alayhi wasallam, alikuwa Mtume hana bodyguard. Akafika mpaka pale akatoa panga la Mtume swalla alayhi wasallam kisha akamwamsha Mtume swalla alayhi wasallam. Hebu angalia, waungwana, huyu ni kafiri na Mtume Muhammad swalla alayhi wasallam ni adui yake, lakini pamoja na hayo watu wa zamani walikuwa ni waungwana. Hakuweza kumuua akiwa amelala, akabidi amwamshe Ilikuwa zamani, ukimuua mtu aliyelala ni aibu kubwa sana utapata aibu, wewe, watoto wako, mpaka wajukuu wewe. Babu yako nani? Fulani. Ah, babu yako muoga, aliua mtu aliyelala. Je, leo Israeli wanavyofanya? Watu amelala, usiku wa manane, wanateremsha mabomu, alfajiri wanateremsha mabomu. Ule ubinadamu pia umekosekana. Sasa, Daathur kamwamsha mtume sallallahu alaihi wasallam, tume akamka anukai ya Muhammad, sasa Muhammad akoniambie nani atanizuia ni sikuuwe Muhammad? Hapa nikiangalia huna bodyguard, hakuna Umar hakuna Bakara hakuna Ali, mimi na wewe tu, na wewe huna silaha, mimi niko na silaha, nani atanizuia nisikumalize? Mtume, bila kubabaika, kwa tawakkul aliyokuwa nayo, akamwambia Allah. Palepale jina la Allah likamwingia katika moyo ka wake, Daathur akatetemeka, panga likaanguka akamgeuzia sasa wa wamanakam sasa, na wewe niambie, nani atanizuia nisikumalize? Nani atakutetea? la tanauza anawajua, lakini anajua kabisa hawani, sanamu hawezi kunisaidia. Akaambia bana, huruma yako wewe, ni kijana mzuri, family nzuri, toka toka family nzuri. Yule bwana hakuamini, akawa anakwenda polepole, anajaribu kuangalia na Said Mira Je, nimeambiwa niondoke ndio ni mtume ni anivamie kwa nyuma. Akiangalia naona mtume amerudisha panga lake, amerudi kulala. Ikawa e Daathur sasa arudi kwa mtume a sallam, akampigia goti akamwamsha, kambe Rasulullah, hakuna dini nilikuwa nachukia kama dini yako Uislamu. Na ilikuwa hakuna mtu nayemchukia katika dunia hii kama wewe Muhammad. Lakini leo kwa msamaha wako ha hakuna dini, na yu... dini ilikuwa nachukia kama, ka na yu... ka kama, na yu... kama dini yako Uislamu, na ilikuwa hakuna mtu ninayemchukia katika dunia hii kama wewe Muhammad. Lakini leo kwa msamaha wako, hakuna dini ninayoipenda kama dini ya Islamu, na hakuna mtu ninayempenda kama mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah. Sasa watu wakasilimu kwa sababu ya tabia ya msamaha ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yaqbalu ma'dhirata wa la yuqabilu ahadan bima yakrah, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hamkabili mtu yoyote kwa yale anayochukia. Ilikuwa mtume anajaribu kujiweka katika hali ya ule mtu mwingine atasikia vipi, ajaribu kuingia katika viatu vya yule mtu aone atasikia vipi katika mazungumzo yake na katika vitendo vyake.